Halo, ni Bode Wandreki hapa na kukaribisha kwenye msimu mzuri wa mwishoni mwa mwaka katika mwezi wa kumi na moja kuingia mwezi wa kumi na mbili. Tunajiandaa kuweka mambo sawa ya Krismasi, uandaa mwaka ujao, mwaka mpya. Napenda sana juu ya minazi au angani, naipenda sana napenda sana skani Tupo uswazi kwetu ha, katika likizo tunajiandaa kuandaa vyakula kuweka ndani ha, katika uswazi, mswazi mwenzangu inabidi uandae vitu viweke ndani kama mchele, unga, maharage na kila kitu. Si tushazoea ku, tunang'oa wenyewe, tunaandaa, tunakausha, tuna saga, tuko kilokoroko. Mashine za kusaga za kukausha, hata kukausha tushazoea kilokoloko kiuswazi, uswazi inaitwa, lakini kiuswazi loko maana, kuna wengine wa kuuswazi na wako kama wakishuashua, lakini sisi tuko kilokoloko kama hivyo. Jua ni kali, ni kali mno, im kuonyesha kwamba jua ni kali lilivo, ndo maana hata vyangu vilikauka mapema kwa kweli. Yaani jua ni kali hata kuliangalia ilikuwa ni tabu sana. Unaona eh? Yaani kama angalia mionzi inavyokuwa ina inaangalikika kwenye lens ah uh, na hivi kawaida, yani mpaka nikawa nashinda kuitazama kabisa kwa jinsi jua lilivyo kali. Nawezi amini ngano yangu ilikauka? Mahindi yangu yalikauka fresh yani hivyo. Sisi tunatumia bwana old ways za kukausha vitu. Hapo wanasema virutubisho vinapungua na nini, ndio hivyo, ndio tulivyojizoelea. Cheki jua lilivyo kwa kweli, cheki mionzi, cheki mionzi hey, ndio ulivyoenda hey. yeah. tukaji hmm. rahisishia maisha yetu kama jiandalia vitu vyetu kwa ajili ya kwenda so. Nasema nice. Ngano yeah, ilikuwa hmm, kilo ngapi?

tulikuenda kusaga lakini sikuonyesha vyote kana tunaenda kusaga, maana maii mbali sana. Kwa hiyo kazi kukamilika na chakula kipo ndani kwa ajili ya kukaa nayo angalau iumbili tatu mpaka mwezi wa kumi na mbili nakua iatiaakn mbalimbali